Vision 2030 madini ni maisha na utajiri. Na sasa ninakata utepe huu kwa ishara ya uzinduzi wa jengo hili na pia kuibariki nyumba hii katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen, amen kwa kuwaachia watu wao kuja mpaka sasa. Nimefurahi kuona kwamba kuna mwakilishi wa balozi hapa. Nchi kama hizo msiache kuziombea ambazo bado wanaendelea kufanya pamoja nasi. Si wote ambao bado wana moyo huo, wengine huwa wanachoka na kutafuta sababu nyingi. Tunawapongeza sana na ukirudi nipelekee salamu sana nyingi kwa balozi wa Norway. Kwa moyo, endelea kufanya kazi. Hata hawa friends of Norway, friends of Tanzania, Haydom wanapata support kubwa na serikali ya Norway, maraki wangeweza kuelekezwa, fanye hivyo, lakini serikali inatambua. Ndugu zangu, wamisionari walileta habari njema ya wokovu kama Paulo alivyoipeleka kwa Waefeso, kama wamisionari wa kwanza walivyopelekwa, walivyopeleka Injili avo, walivyoleta Injili huku kwa Wairaki. Na habari hii njema ikawasukuma kuanzisha hospitali, kwa sababu wokovu si jambo la mbinguni tu. Na hapa napenda kusisitiza tunapohubiri wokovu si jambo la mbinguni tu. Furaha ya kuishi mbinguni lazima ianzie hapa duniani. Na ninyi mnaifanya furaha kwa wale wanaokuwa na shida na mapungufu katika miili yao, mnaifanya wawe na furaha, wajiandae kwa maisha ya mbinguni. Ndio maana Utume na utunzaji wa uumbaji wa Mungu hapa duniani. Paulo anasema ni arabuni